Unaona uwanjani zile zote, hata mimi nilipokuwa nimekaa kuna moja nilimfanyia ila sikumchapa. Kilichotokea pale baada ya Ahmed Gunali kutangaza, alisema wewe mwana Simba, wewe mpenzi wa mpira, hata kama sio Simba, Simba, siku ya mechi ya tarehe 27 ukitaka kuingia uwanjani fanya uwezavyo. Tangazo la habari, fanya uwezavyo, ingia na jezi yote nyekundu, yani nguo nyekundu ingia nayo, lakini usije na nguo ya njano wala nyeusi wala kijani. Sasa wale watu ni wabishi bwana, wao wakaonyesha ubabe wakavaa jezi za Yanga, lakini wapelekana, wakafanyiwa fujo. Hiyo tangazo limetokea kwenye klabu, unakuja unakuja, kwa hivyo lazima ufanyiwe fujo, na ndo uzalendo wetu. Sisi wana mpira tunajua, ukiambiwa hapo usipite, usipite. Mpira sio siasa. Mpira bwana, ni vita vya muda mfupi sana, dakika 90, tu. sasa unapoingia na jezi ya timu nyingine ambayo ni timu ambayo kama Yanga, hiyo ni timu ambayo watu waombea. Yani sisi na Yanga bwana, mazuri atuombea, yani sisi ni mabaya tu. Eh, hey, yani wewe hey, ufe, ufe mimi niibuke tu, niende. Kwa hiyo sasa, mashabiki wale walifanywa fujo, ni fujo za kimpira na ni fujo ambazo hazina mashaka kabisa. Hata mimi najua ninapoingia kwenye jukwaa la Yanga kama sijafanya ya jambo linalotakiwa bana, nasukumwa. Ila kwa sababu mimi naeleweka vizuri bana, inawezekana nikaachwa.